Idara za usalama kwenye mji wa Colorado nchini Marekani zinasema watu sita wamejeruhiwa baada ya mtu mmoja kurusha moto wakati wa maandamano ya raia kushinikiza kuachiwa kwa, kwa mateka wanaoshikiliwa na kundi la Hamas huko Gaza. Mark Michalek ni afisa wa shirika la upelelezi la FBI kwenye mji wa Denver. Baada ya kupata taarifa za awali, ni wazi hiki kilikuwa kitendo cha kupangwa kufanya uhalifu, na FBI inachunguza tukio hili kama tendo la kigaidi. Kwa huzuni kubwa, matukio kama haya yameanza kuwa ya mara kwa mara kwenye nchi yetu. Huu ni mfano wa namna wahalifu wanaendelea kuutisha jamii zetu. Ni jukumu letu, yani FBI, walinzi wa mipaka, polisi na washirika wetu wa kijamii, kuwafikisha wahalifu hawa kwenye mikono ya sheria na kuzifanya jamii zetu kuwa salama.